ya mkoa imewataka wananchi kushirikiana na viongozi mbalimbali ili kuepusha vitendo vya uvunjifu wa amani hasa wakati wa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao. Akizungumza na waandishi wa habari, mmoja wa wadau wa kamati hiyo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Suleiman Kova, amesema amani ni muhimu katika kipindi hiki kwani itawezesha uchaguzi kuwa huru na haki. Viongozi wa dini wanajieleza kama, kama ambavyo wanatamkwa majukumu yetu yanahusiana na imani zetu na imani. Mtu yoyote ambaye eh, atajaribu kwa namna moja au nyingine kuchafua amani, kula njama zozote za kuharibu uchaguzi huu, sisi jeshi la polisi tuko macho, na tunaomba wananchi watusaidie pale ambapo wanapogundua kwamba kuna mtu au kundi la watu wachache wanajaribu ku, u, ku, kuleta eh, uvujifu wa amani au kupanga mipango hiyo, atuambie na tutachukua hatua za haraka. Lazima pia tukumbuke kwamba kipindi cha uchaguzi ni kifupi tu, labda miezi miwili au mitatu Sawa lakini Tanzania imekuwa miaka kibao mingi sana na itaendelea miaka mingi sana, isio ikatoka kipindi cha muda mfupi, watu wakaacha kuvumiliana, halafu nchi yetu ikaingia katika ukurasa mwingine. Kamati hiyo imejumuisha viongozi wa dini wakiwamo masheikh, mapadri pamoja na wachungaji ambao wamepinga vitendo vya baadhi yao kuwa sehemu ya siasa. Viongozi wa dini wanajieleza kama kama ambavyo wanatamkwa, majukumu yetu yanahusiana na imani zetu na imani ya dini zetu. Sisi kama kamati ya amani, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha tunaombea amani ya nchi hii. Hatuna upande wowote, hatuko kwenye vyama vya siasa, hatuko popote, lakini sisi tuko pamoja na serikali yoyote ambayo kupitia uchaguzi huu itaingia madarakani na kuwaongoza Watanzania kwa ridhaa ya wananchi wa Tanzania. Kwa hao wanaoendelea kuhusika na, na, na kushiriki kwenye mambo ya siasa, sio mahali pao wala haya, hayawahusu. Isipokuwa sisi kazi yetu kubwa ni kuona kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani. Hilo ni wajibu wetu kama viongozi wa dini, kwamba sisi kama viongozi wa dini tuko pamoja. Tusingependa mtu anatumia udini katika kampeni zake, anatumia udini au anatumia ukabila katika kujifagilia na, na hivi na vile. Ni mambo ambayo tunayapiga vita sana, na ndio maana tuko hapa tukiwa wamoja, watu wa dini mbalimbali mbali.